Geza sana Harub TV kwa namna ambavyo inajishughulisha na kutuhabarisha sisi wananchi yanayotokea hapa Mbeya na yanayotokea maeneo mengine. Chombo hiki cha habari kimekuwa ni sehemu ya watu wanaotueleza changamoto zilizoko hapa Mbeya mjini, changamoto zilizoko hapa nchini, lakini pia mafanikio ha. Chombo hiki unajua, wakati mwingine kuna vyombo vya habari kila siku zenyewe ni kunanga tu Yaani hapa choo kimebomoka, barabara, kuna pale daraja limebomoka, yani hicho tu. Yaani kwamba barabara imejengwa Aa aah. Kwamba kuna soko jipya majengo aah. Ila kuonyesha tu kwamba kuna darasa lina vumbi ndio kinaweza hicho chombo cha habari. Sasa mimi nikipongeze chombo cha habari cha Harub kwa namna ambavyo sasa, sisi wasafa, chifu yuko hapa. Sisi wasafa tunaitwa kubalance Eh, balance story. Eh, sasa chombo hiki kina balance kwa ba sababu hata mimi kama mbunge nisingependa nifike mahali sasa, niwe na labda napewa tu sifa kwamba, jamani, kuna barabara huku, kuna shule ya sekondari Lejiko, kuna shule ya msingi, sijui madarasa yamejengwa, barabara inajengwa kuelekea iziwa, eh, barabara njia nne inajengwa, maji, mradi wa maji ah -ah. hata pale ambapo barabara kidogo imedumbukia Tunatarajia nyinyi ndio mtupe taarifa ili tukimbie kule faster na TARURA, si ndio? Jamani, ndio chombo cha habari kinakuwa kimekamilika. Sasa mimi najua kwa sababu leo hapa umetualika, yaani umeona wanasiasa tupo, yaani waheshimiwa tupo hapa, lakini pia ziko habari za kisiasa, ziko habari za nini, za kisiasa. Na leo nataka nitoe ufafanuzi kwa sababu huu ni mwaka wa nini, wa uchaguzi. Sasa hapa ametambulisha ndugu yangu. Sina utaratibu sana wa kutaja majina ya vyama vingine ukiacha Chama cha Mapinduzi, huwa sina huo utaratibu, hadi labda itokee okay, sijui natajia wapi, lakini huwa sina huo utaratibu. Kwanini? Kwa sababu sioni sababu ya kutaja wengine wakati mimi mwenyewe na chama changu, kwani naeleza chama changu. Lakini sasa hapa kuna chama, chama. <tie> kuna chama, kuna chama hapa hapa kuna kuna chama chama kimetajwa eh, sasa chama kimetajwa na najua kitakuwepo kwenye kampeni. Sijajua ni kwenye ngazi ipi, inaweza kuwa kwenye ubunge. Kwa kweli kwenye ubunge, sema sasa anaweza kawa amepoteza ile laki ya kuchukulia fomu kwa <laughs> <laughs> <laughs> lakini nachojaribu wa... kusema ni nacho kwamba mwaka huu ni wa uchaguzi. Chama cha Mapinduzi tupo, na vyama vingine vipo. Sisi wanasiasa, wakati mwingine si mara zote, lakini wakati mwingine basi kwa sababu hapa mgeni rasmi alikuwa mheshimiwa mbunge, mheshimiwa mbunge ni wa CCM. mheshimiwa diwani wa kata ni wa CCM. wenye viti wa mitaa wa CCM. wajumbe ni wa CCM. Basi ikitokea Harub kaweka mkutano wa huyu mwenye chama chake ambaye kapewa uenezi taifa ka kutokea Mbeya, basi wanaanza hivi, we Harub <laughs> hey, tunaanzia hapo hapo. Hivi wewe Haru, hicho chombo chako si alikuja mbele spika speaker. Yaani speaker wa jama... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, tena alizinua. Hapo, hapo, uh, kama anatoa mchango ama vipi? Mana sasa tutamalizia na kama mchango akatoa <laughs> hey, hey, na madiwani wa viti maalum wakatoa na mchango. Yaani sisi. Si, si, si, si, si, wao uneanzaje kuandika habari za chama hiki cha mwenezi aliyeko sasa, kwa sababu ni chombo cha habari, ndugu zangu, lazima ufafanuzi utolewe ili tuwe tunaelewana vizuri, hmm. Tusitengeneze mazingira, kwa sababu sasa hapa tutaanza tena na kale ka mkopo, tutakukumbusha kale kamkopo ka halmashauri tutakukumbusha kwa sababu umepewa na serikali na serikali ni ya chama cha mapinduzi eh, eh, sasa hapa naweka mambo sawa ili chombo cha habari ikiwe huru kufanya kazi yake ya chombo cha habari japokuwa, eh, najua kwenye kampeni unaweza ukapata changamoto kidogo kuanza kumfuatilia mwenezi, hata kama anagombea, kwa sababu inaweza ikawa huko upande huu kila wakati, lakini zile ajira tunazozisema lazima kufikia mahali tutaona kwamba wengine unawatuma una huku wengine wanaenda huku, ili chombo cha habari kiwe chombo cha habari mm. E, chombo cha habari si ndio jamani? E, kwa hivyo tunatarajia mambo fulani hivi. Sijui nimeeleweka ama nirudie? a mm. mm. mwenye chombo kaelewa, na waandishi mlioko hapa jamani, kwa sababu si mm. chombo cha habari ili kiwe chombo cha habari, ni pamoja na kuweka ule uiano wa taarifa. Vinginevyo itaonekana kama kuna umiliki, kwa sababu spika amekuja hapa kuzindua. Sasa spika kuja hapa kuzindua hakuna uhusiano na kukifanya chombo hiki cha habari basi kinaandika tu habari za spika peke yake. Ah, mimi nitafurahi zikiandika zangu, lakini sasa sijui kama maadili ya vyombo vya habari yanaruhusu kwamba uandike za kwangu peke yangu alafu uwasahau wengine wote. <laughs> Haya, nakumbusha hapa kwamba kulikuwa na ama kwa ama ya ubaba si ubaba tunakulaza kila siku. Kwa hivyo, kwa hivyo ubaba huwa mara moja kwa miaka mingapi? wala yaani sisi kawaida yetu yaani. Kwanza hapa tujana ubaba kwa Haru. Tumekula. Kwani hapa kuna chama gani? Sisi, hebu oyee. Oyee. Ndugu zangu, kwa hivyo nimeona niitoe huo ufafanuzi, lakini jambo la msingi ni kwamba sisi sote tumekuja hapa kushuhudia kwa niaba ya wenzetu. Nitumie fursa hii kuwatia moyo wale wengine pia ambao wana ndoto zao kuweza kuzifuatilia zile ndoto zao kuhakikisha wanazisukuma hata kama kuna vikwazo njiani. Endelea kusukuma ndoto ulionayo, utaifikia siku moja. Sawa jamani, leo hapa tumekuja tumejifunza kwamba ndugu yetu alikuwa na ndoto na sasa imetimia kwa sehemu na anaendelea kuipeleka mbele na sisi, tusikate tamaa. Na kwa vyombo vya habari sasa vya hapa Mbeya, nafikiri mwenzetu ameonesha mfano mzuri, tunaendelea kujifunza na yeye. Simjui kwa huo upande mwingine, lakini upande huu namjua, najua yeye sio mchoyo wa ushauri. Kwa hiyo mtu akihitaji ushauri, bila shaka harubu atampa, kwamba mimi nimepita hapa nimepita hapa nimepita hapa. Nimesema nime nime nieleze, na hili la mwisho, kwa sababu si kawaida kwa chombo cha habari hasa vya online kupata mkopo kama hivi yeye. Yeah, yeah, pamoja na alichoeleza mtendaji um, wetu wa kata, lakini pia na yeye mwenyewe changamoto alizozipitia mpaka kupata mkopo. Wewe ambaye utafata ushauri kwake hutapitia hizo changamoto. Kwa nini? Kwa sababu si atakuwa ameshakueleza alipita wapi alipita wapi mpaka akafanikiwa. Kwa hiyo wewe hutaenda katika zile hatua ambazo yeye zilimletea changamoto. Kwa hiyo mimi niwaombe tuendelee kushirikiana katika jamii, tusaidiane, ili wote tuweze kuinuka, ili wote tuweze kukua. Mara nyingi mtu ambaye ana mafanikio huwa hakandamizi wenzake. Mwenye mafanikio tu hakandamizi wenzake, kwa sababu kila anachokuja, yaani ushauri unaompa mwingine, wala yeye haji kukukandamiza wewe, si umeshamtangulia?